Idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni tatu. Mheshimiwa mwenyekiti, wale wagombea wawili akina mama, kuna waheshimiwa imewapendeza kupiga kura mbili mbili kwa pigi yote kwenye karatasi moja. Idadi ya kura uh, ma, kwa ma, gombea, ma, siki, Ibi, asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kurudia idadi ya kura zilizopigwa ni 383. Idadi ya kura zilizoharibika ni tatu, hizi zimetokana na baadhi ya waheshimiwa wabunge kupigia wagombea wawili kwenye karasi moja. Idadi ya kura kwa kila mgombea ni kama ifuatavyo: Ndugu Veronica Charles Tea NRA sifuri. Ndugu Krizant Nyakitita DP sifuri. Ndugu Amin, Amin Alfred Yango ADC sifuri. Ndugu Anita Alfani Mgaya kura moja. Idadi ya kura za ndugu ndon, Ndonge Saidi Ndonge AFP moja. Idadi ya kura kwa mheshimiwa ndugu a, Musa Azzan Zungu 378. Sante, sante. Hivyo Mheshimiwa Musa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla ya kura. Asante sana. Naomba iingie kwenye records vizuri. Mheshimiwa Musa Azzan Zungu amechaguliwa kuwa spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa jumla kura ya kura 378. Matokeo haya yamethibitishwa kwa kusaini wa kwa baadhi ya wagombea na wasimamizi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha.